Ndugu mpenzi mtazamaji wa chaneli yetu hii ya Francademy. Kwa sasa tutaendelea na somo la hisabati darasa la saba ambapo tutaendelea tuta na ile mada ambayo inaitwa algebra ambapo tutaangalia kile kipengele ambacho kinahusiana na kutafuta thamani ya mitajo. E, unaweza, unaweza kutafuta thamani ya mitajo kwa kuondoa kigeu na kuweka namba inayowakilishwa na hicho kigeu kisha unafanya matendo ya namba kwenye mitajo kama itakavyokuwa iko kwenye mitajo. Kwa mfano, hapa kuna swali ambalo nasema kwamba tafuta thamani ya ya thelathini eh, thelathini Y zedi juu ya D ikiwa Y ni sawa na mbili alafu zedi ni sawa na tatu alafu D sasaa na tano ya sasa. Ili uweze kufanya hili swali, unafanya namna hii. Unalikopi jinsi lilivyo, unachukua hiyo 30. Unakopi jinsi lilivyo. Alafu ni 30, kumbuka mara y. Y ni ngapi hapo? Y ni mbili. Kwa hiyo hapa maana yake unazidisha na mbili mara Z. Hapa hajaweka mara lakini kuna mara hapa. Kuna kuzidisha. Kwa hiyo mara Z zaidi ambayo thamani yake ni tatu. E, juu ya D. D ni ngapi? D ni tano. Kwa hiyo hapa maana yake itakuwa ni hivi kwa tano. Hapa unaweza ukarahisisha kwa tano, hapa ni moja, kwa tano hapa ni sita, ambapo sasa utachukua sita mara mbili ni, kum, ni kumi na mbili mara tatu ni thelathina sita. Kwa hiyo jawabu hapa ni thelathina sita. E, mfano mwingine ni huu hapa kwamba ikiwa M, ni sawa sawa na tatu, en ni sawa sawa na nne na p ni sawa sawa na asi tatu. Tafuta thamani ya m ujumlishe en mara p. Sasa ili uweze kufanya swali ya namna hii unafanya hivi, una nakili hapo kwamba hapa kuna bano, alafu mm, m ni ngapi? M ni tatu, alafu kujumlisha n. n ni ngapi? n ni nne Mhe. kuzidisha kwa p p ni ngapi? p ni asi tatu. Kwa hiyo hapa itakuwa ni tatu kujumlisha nne ni ngapi? tatu kujumlisha nne ni saba mara asi tatu. Kwa hiyo unachukua saba mara asi tatu ni asi ishirini na moja. Kwa hiyo hapa tumemaliza, tunakuja mfano mwingine ambao unasema kwamba tafuta thamani ya y kipeo cha m ujumlishe y m kipeo cha b, ikiwa umepewa y ni sawasawa na nne, b ni sawasawa na tatu na m ni sawasawa na mbili. Hapa e, maana yake utanaakili huo mlinganyo huo mtajo jinsi ulivyo e, ni kwamba hapa ni y, kuna y kipeo cha m y ni ngapi? y ni nne. Kipeo cha em em ni ngapi? em ni mbili, maana yake ni kipeo cha pili. Ujumulishe y, y ni ngapi? y ni nne. Y ni nne alafu mara m, em ni ngapi? em ni mbili, kwa hiyo mara mbili alafu kipeo cha b, b ni ngapi? b ni tatu. Kwa hiyo ni kipeo cha tatu. Tatu. Ni tatu ni ngapi? Mbili kipeo cha tatu, kwa hiyo hapo ukimaliza unazidisha kama kawaida nne kipeo cha pili maana yake ni nne mara nne ambayo ni sawasawa na ngapi? Ni sawasawa na kumi na sita. Ujumlishe nne mara mbili kipeo cha tatu ni ngapi? Mbili kipeo cha tatu ni mbili mara mbili ambayo ni nne mara mbili ni nane, kwa hiyo ni nane hapa, kwa hiyo itakuwa ni kumi na sita e, kumi na sita. Ujumlishe nne mara nane nne mara nane ni thelathini nambii ukichukua kumi na ukuchukua, ukuchukua 16 hapa, 16 ukajumlisha 32 e, unapata 48. Kwa hiyo jawabu hapa ni 48. Eh, sasa, ndugu mpenzi mtazamaji wa chaneli yetu hii ya Francademy inakuomba ufanye maswali yafuatayo ukimaliza kuyafanya, na kwamba usisahau kusubscribe kwenye chaneli yetu hii ya Francademy ili kusudi uweze kupata masomo mengine zaidi na zaidi. Asante sana kwa kutazama.